Jose Chameleon msanii kutokea huko Uganda ameweza kuandika ujumbe mzito sana kumuhusu Juliet ambaye alikuwa ni mpenzi wake wa zamani ambaye kwa sasa Juliet amefunga ndoa na Bushoke, msanii huyu kutokea eh, all the way eh, 255 hapa Bongo ambapo amefunga ndoa yake na mwanadada Juliet huko Marekani, weekend hii ikiwa ni big story ambayo inaendelea mpaka sasa kutamba katika pages na mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Katika hichi ambacho kilikuwa kinaendelea katika moja na mbili ni kuhusiana na ujumbe huu ambao kaweza kuandika Jose Chameleon. Jose Chameleone ambaye ikumbuke ya kwamba alikuwa anaumwa siku za hivi karibuni na alipona of course na imekuwa ni moja kati ya faraja kubwa ambayo na ushuhuda ambao ameweza kuandika katika maisha yake e, ambapo ameweza kutuma ujumbe kwa Bushoke. Lakini pia alikuwa katika harusi ile, hafla hizo, alihudhuria mwanzo hadi mwisho na kuna wakati alipewa time ya kuzungumza tanuku maneno machache ambayo aliweza kusema. Aliweza kumshukuru Bushoke kwa kumwambia asante sana wakati nilipo naumwa ulikuja kuniangalia even eh, eh, Ugandans waka, wakati bado hawajaja wao, ulikuja wa kwanza, kwamba ulikuja kuniangalia hata wa Uganda wenzangu walikuwa hawajaja kunicheki, lakini lakini ulikuwa eh, mstari wa mbele kuja kunicheki. So huo ndio kujumba kwanza wa eh, Jose Chameleone katika harusi ile ya Bushoke pamoja na Juliet, mpenzi wa zamani wa Jose Chameleone. Sasa turudi katika page ya Jose Chameleone katika kile kitu ambacho E, alikiandika e, kuwishi ndoa hii e, kupitia mtandao wa Instagram. Jose Chameleone aliweza kuandika kama ifuatavyo, mimi nitanuku bila kuongeza wala kupunguza neno: Hongera Julie na e, Ruta, hakuna mwili unaweza kuzuia upendo wa kweli, maisha mapya e, Hongera I love you fam akaandika pale Juliet Zawede na Bushoke official akawatagi hapo e, kufuatia peji hiyo ya mtandao wao wa Instagram. Sasa nilikuwa napitia baadhi ya comment za wadau walikuwa wanasemaje kufuatia hicho ambacho ameweza kuandika Bushoke mapema e, siku ya leo kuwawishi e, kuwa harusi ya Bushoke pamoja na Juliet. Huyu hapa anaitwa Aisko Hakim kaweza kusema kwamba Dr Chameleon Oluwala Mulatei ameongea Kiganda huyo. E, mwingine akaweza kusema kwamba kwamba the legendary doctor was really very smart, kwamba e, siku zote ma legend wanakuwaga very smart. Mwingine akaweza kusema kwamba hongera mingi kwao, hatimaye tumepata shemeji mwingine kwa majirani kwa majirani, bless. Mwingine akaweza kusema kwamba Mungu awape haja ya mioyo yenu. Respect mwanangu Bushoke, okay. Hapa akaweza e, kusema kwamba e, congratulation. Huyu kaweza kusema kwamba Jose that lady in red kwamba Jose huyo mwanamke e, <laughs> alivalia nguo nyekundu sijajui alikuwa na maisha nini. Mwingine mwingine kaweza kusema kwamba utukufu e, kwa Mungu. Naona ameandika kiganda hapa, e, kutufu, e, bunyamnye. Mwingine kaweza kusema kwamba hongera Ruta ak Bushoke <laughs> Mwingine kaweza kusema kwamba hawa jamaa hawazeeki da pesa hizi. Mwingine kaweza kusema kwamba mi I have no problem with dr bigaps Mwingine akaweza kusema kwamba mashallah. Mwingine akaweza kusema kwamba congrats. Mwingine akaweza kusema kwamba hongera yake Ruta. Mwingine akaweza kusema kwamba kudos eh? Eh, Bushoke official. Mwingine akaweza kusema kwamba this lady is no joke boss man at the wedding at the same time after, kwamba huyu mwanamke hana utani kabisa. <laughs> Haya, <laughs> mwingine kazasema kwamba sini ya bachela kaoa, kwamba bachela kaoa anamaanisha Bushoke hapo. Mwingine kazasema kwamba Jose is also cooking something kwamba, um, Jose kuna namna naye anatafuta kitu. Mwingine kazasema kwamba congratulation Bushoke and Juliet. Mwingine kazasema kwamba uh, Mkuu hongera, ungemwalika yule aliyekufukuza kwenye kipindi pale Wasafi. Mwingine kaweza kusema kwamba kitambo sana, si bora kukumbuka e, kutambua. Mwingine kaweza kusema kwamba kwani kaolea Uganda, mbona sielewi huyu. Mwingine kaweza kusema kwamba Chameleone looking fresh hu mwingine akaweza kusema kwamba aliogopa maumivu ya mapenzi fainali, ameoa congratulations. Hu mwingine kaweza kusema kwamba hongera Bushoke sana rafiki yangu, si ndo utaenda ku, ku, eh, kufua nguo na kupiga deki, mara mtoto katoka mchina katafuta eh, kwa bibi mke mwanajeshi. Hu mwingine kaweza kusema kwamba karibu wifi yetu. Hu mwingine kaweza kusema kwamba sasa wewe ndo ume kama bwana harusi mwingine. Akaweza kusema kwamba umekaa vizuri kweli kweli. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba macho yangu ni mabovu, ama it's k like amewa the older the, uh, the older him age is just a namba, imetimia. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba wait nyegera waguma kaongea kiganda huyo. Eh, komenti ya mwisho inasema kwamba Jose na Bushoke good history since mama Roda. Hizo ni baadhi ya koment. Kumbuka kwamba Jose Chameleone pamoja na Bushoke walisha kutoa hii nyimbo ambayo eh, inaitwa Mama Roda. Eh, eh, nafkiri unaifahamu hii. Ndo bigi story ambayo imekuwa ikitamba sana katika peji na mitandao mbalimbali ya kijamii eh, kufuatia peji ya Bushoke ofisho. Bushoke achia komenti yako hapo chini. Bluehouse ndio hapa mimi naitwa oi, asante.